Kwanza kwa za muzea, kwa tamu kabla <laughs> ah, la kwanza mpanzo mpanzo. Asante, goli moja umefurahia nini? Sijafurahi kwa sababu tumepata ushindi mwembamba, angalau tungepata mawili hivi eh, au matatu ingekuwa ah, lakini tunashukuru Mungu, alhamdulillah, tumeshinda hata hilo moja, umeshinda hata hilo moja. Eh. kwa hivyo mchezo ujao mfanye nini ili msiishie hapa mwende fainali? Ah, mchezo ujao kiongozi Acha tuone itakavyokuwa. Itakavyokuwa eh? Yani ya yeah. Maana hauelezeki jamaa, niliona leo eh. labda kama itokee tofauti na performance yao ya leo. ayao <mimilio> eh, ila kama performance hii itaenda kuperform kup zaidi ya hapa. basi jamaa sidhani kama tunaweza kazi kazi kazi inaweza kaa ngumu ngumu, ikanui. Mara baada ya mchezo kutamatika. Bana mimi nataka huyu hapa Faza Faza mambo ni aje? Poa. Mcheo kama umechoka hivi. Ah. Furaha imekuwa nusu, furaha imekuwa nusu, yaani furaha imekuwa nusu. Eh, yeah, Ateba bwana, Ateba itakiwa akamilishe ile furaha pale, Ah, mwishoni. Lakini kazi imekuwa sio kazi, ila sio mbaya, kwa sababu ni wazuri leo walikuwa na yeah. Gemu zuri jamaa, kwa gemu yao waliocheza, wamestahili yeah. kupata hichi. Kwa hiyo kwao ni advantage, na tunaenda kwao, lolote linaweza likatokea, namna ambavyo umeuona, achana na, lolote linaweza kutokea yeah. Matumaini yapo ya kwenda nusu ya finali. Ndio mpira wa Kiafrika wa ugenini bwana, wa ugenini na wa nyumbani, wa nyumbani, wa nyumbani. Kwao tunaenda kwao, yeye nyumbani kwake kwayo, sisi tunaenda kupambana, ndicho ambacho kikubwa, tunaenda kupambana kwa mazingira haya, ni kwenda kupambana kwa sababu ukishaanzia nyumbani kwako umeshindwa kupata ushindi wa kutosha, maana yake unapwenda ugenini tutegemee lolote. Aidha ukapambana ufanikiwe, au upambane mwisho wa siku basi, lakini mi naamini kwa timu yangu navyoiona bao tunaweza tukapata matokeo kule ugenii lkini jamaa ni wagumu kweli kwelikweli, wamemtoa Zamalek bila kupata goli lolote. leo mmepata goli lakini hujafurahi bana? Ah, furaha sina kwa kweli, ila jamaa leo wamekuwa na game nzuri. Siwezi kuambia, siweziyani siwezi kukataa kwamba walikuwa na game nzuri sana, walikuwa na game nzuri au mmepoteza nafasi no Mi naweza kusema walikuwa na game nzuri, kwa sababu tulikuwa tupate nafasi nyingi zaidi kuliko tulizozipata. Wameweza yani, kama game plan yao imefanikiwa ya kwa asilimia kubwa sana, na kwa mechi za mtu iko nyumbani kwake, ukicheza, amefunga goli moja, bado una advantage ya kupata matokeo nyumbani kwako. Yes. Yes. Iko hivyo. Mchezo ujao mfanye nini, ili musiishie hapa, mwende final. Ha? Mchezo ujao, kiongozi yeah, tuone itakavyokuwa Acha yani ja, hauelezeki maana jamaa kanini zilivaona leo, yeah. Labda kama itokee tofauti na performance yao ya leo hey, ila kama performance hii itaenda taenda kuperform zaidi ya hapa, basi jamaa sidhani kama tunaweza, yani kazi inaweza ikaa ngumu. Kazi ngumu, kazi ngumu, kazi. Ah. Ah, kwa nini tena? Sijafurahi kwa sababu tumepata ushindi mwembamba. Angalau tungepata mawili hivi au eh, matatu ingekuwa fresh, ah? Lakini tunashukuru Mungu, alhamdulillah tumeshinda hata hilo moja. Eh. Kwa hiyo unaondoka baada ya kutokufurahi leo, bado naondoka kesho. Wewe leo, bwana nani kakufurahisha? Ofuash kabla ujamkaja wa kwanza jengine mze, mwenzangu, mambo ni aje? Uko poa? Niko poa. Una Wanasimba kila ninemwona hana furaha. Na mmeshinda, furaha ipo? Furaha ipo sana tu Hmm. Na tumeshinda tumeshinda kwa ushindi mkubwa japo kwa goli moja yeah. Tegemeo tulikuwa tuwapige japo tatu wale wa South yeah. Lakini tumeshinda goli moja, yote ni mipango ya Allah. Kipi kimekwamisha kime goli tatu zisipatikane yeah. Leo goli tatu yote ni mipango ya Allah kwa yeah. Sababu mipango tayari imeshapangiliwa na yote ni, ma, ni matokeo kwa hiyo tukubaliane na matokeo Bana, turudi kidogo tumpishe afande yeah. E, goli tatu ni mipango ya Allah lakini Simba bado gonjaw la kukosa nafasi linaendelea. Unadhani eh suluhisho ni nini? Suluhisho ni kocha kukaa na management ya kocha ya yote kai ifunze yani, iwafunze iwa, iwa, iwa, iwa, iwa wachezaji vizuri na kupata fitness ya wachezaji ili wachezaji wakapata uzoefu wa kushinda zaidi na kuwini magoli hilo linatosha. Hilo linatosha, wachezaji wawe na fitness zaidi ya, ya, ya, ya ushindani Bana, Musa pin pin kamera wakati timu inahitaji angalau kuongeza goli la pili, ni kama alikuwa anapoteza muda, wewe ulikuwa unajisikiaje? Kiukweli, ni kiukweli, Musa pin pin kamera yule ni goalkeeper, hatuwezi kumlaumu kwa sababu yeye ndo anaoona uzuri pale uwanjani kuliko sisi mashabiki. Kwa hiyo tuseme kwamba Musa pin pin kamera wala hatuwezi kumlaumu kama mashabiki. Bana, shukran sana. Shukran sana. Bana, mtazamaji wa SFTV, hao ni wanasimba ambao wanaendelea kutoka hapa kidogo kidogo. Hello. Kin